Neno la Mungu linasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati, kwa kila kusudi chini ya mbingu, to everything there is a season. Kijana, majira ya masomo ni ya masomo, usichanganye mambo, utavurugwa na utaharibikiwa. Wahenga wanasema mtaka yote kwa kupa hukosa yote, na mshika mawili moja umponyoka. Na pia Biblia inasema hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, Matayo sita ishirini na nne na Luka kumi na sita kumi na tatu Kijana yako majira ya uhusiano wa kimapenzi, yako majira ya kuoa na kuolewa, yako majira ya kuzaa watoto na kuwewe kuwa baba au mama, yako majira ya kustarehe. Wakati wake utafika, usiwe na papara. Waingereza wanasema